Chioma alifungua saluni ndogo ili kusaidia familia yake, lakini wateja wake walianza kurudi haraka, haraka kuliko kawaida. Hakujua kuwa mafanikio yake mapya yangeleta siri ambayo ingeweza kumchukua zaidi ya alivyotarajia. Je, ungechukua hatari kama Chioma ili kufanikisha ndoto zako? Tuambie kwenye comments chini. Usisahau like, subscribe na share hadithi hii. Hadithi inayobadilisha mtazamo wako juu ya mafanikio na gharama yake. Asubuhi ya Jumatatu ilianza polepole pole katika mtaa wa Ajegunle, Lagos. Jua lilikuwa bado linahema juu ya paa za bati likiangazia vumbi jepesi lililokuwa likipaa kila mara bodaboda zilipopita. Harufu ya mafuta ya kupikia na samaki waliokaangwa ilichanganyika na sauti za wauza sokoni waliokuwa wakipanga bidhaa zao. Ndani ya msongamano huo kulikuwa na kibanda kidogo kilichopakwa rangi ya waridi iliyochoka, maandishi yake yakisomeka kwa mkono. Chioma Hair and Beauty. Chioma alisimama mlangoni, akivuta pumzi ndefu kana kwamba alikuwa anajiandaa kuingia vitani. Alikuwa amevaa apron nyeusi, nywele zake zimefungwa nyuma kwa haraka. Macho yake yalizunguka mtaa, hakukuwa na mtu aliyesimama kusoma bango lake, hakuna aliyekuwa anaingia. Saa ilionyesha dakika thelathini tangu afungue, na kiti chake cha kwanza kilikuwa bado tupu. Akafikiria mama yake kule Oweri aliyekuwa akiishi kwa dawa za presha na maombi ya kila siku. Akamkumbuka mdogo wake Emeka aliyekuwa amesimamisha masomo kwa sababu ya ada. Ndani ya kichwa chake sauti ya shangazi yake ilirudia tena, Lagos si mahali pa ndoto za haraka, Chioma. Lakini hapa alikuwa amechukua mkopo mdogo wa kikundi cha akiba cha wanawake wa kanisani, amenunua vioo viwili, dryer moja ya zamani, na kiti kilichosikika kidogo kilipogeuzwa. Siku ya kwanza ilipita bila mteja. Siku ya pili, msichana mmoja tu aliingia, alikatwa ncha za nywele, akalipa kidogo, akaondoka bila kuangalia nyuma. Siku ya tatu kulikuwa na kimya kilichomchosha Chioma hadi mifupa. Aliosha vioo mara tatu, akapanga chupa za mafuta na cream kwa mstari ulionyooka, akasikiliza redio ya jirani ikipiga mziki wa zamani wa highlife. Lakini siku ya nne kitu kidogo kilibadilika. Mwanamke mmoja mwenye sauti laini aliingia akitabasamu kwa aibu. Jina lake lilikuwa Aisha, muuza matunda kutoka barabara ya pili. Alitaka kufumwa nywele rahisi, hakuna cha gharama. Chioma alifanya kazi kwa umakini akizungumza kidogo, mikono yake ikifanya kile alichokizoea tangu akiwa msichana mdogo, akiwafuma dada zake. Aisha alipomaliza alitazama kioo kwa muda mrefu zaidi ya kawaida. Ni laini, alisema kwa mshangao, na kichwa hakiumi. Aliondoka, lakini jioni hiyo hiyo akarudi. Nimewasikia jirani zangu wakiniuliza nimefanya wapi. Nimewaleta kwako, alisema kwa kicheko cha chini. Kesho yake mwanamke mwingine alikuja na kesho yake wawili. Kitu cha ajabu kilianza kuonekana. Wateja walikuwa wanarudi haraka kuliko kawaida. Mtu aliyefumwa leo alirudi baada ya siku tatu. Mwingine baada ya siku mbili akisema nywele zake zilihitaji kurekebishwa au alitamani muundo ule ule. Chioma alishukuru lakini pia alishangaa. Kazi yake ilikuwa nzuri ndiyo, lakini alikuwa ameona saluni nyingi nzuri zaidi. Kwa nini watu walikuwa wanarudi kwa haraka hivyo? Alipojaribu kuuliza walitabasamu tu. kaa tu hapa, Chioma, Aisha alisema siku moja unajua kufanya mtaa. Ulianza kumtambua, watoto walikuwa wakipita wakisema mama wa saluni, na wafanyabiashara walianza kumsalimia. Mapato yakapanda taratibu. Chioma alinunua draya mpya ya mkono wa pili, akabadilisha pazia lililokuwa limechanika, alimtumia mamaake pesa kidogo zaidi ya kawaida, na usiku ule alilala bila kubana meno kwa hofu. Lakini pamoja na mafanikio hayo kulikuwa na vitu vidogo vilivyomsumbua. Kwanza, muda. Wateja walipokaa kwenye kiti walionekana kupoteza hisia ya saa. Wengine walikaa muda mrefu kimya, macho yao yakitazama kioo kana kwamba walikuwa wanaona kitu zaidi ya nywele. Wengine walizungumza sana, si kuhusu mitindo, bali kuhusu maisha yao, siri ndogondogo, huzuni walizokuwa hawajawahi kumwambia mtu yeyote. Pili, Kulikuwa na harufu isiyoelezeka. Wakati mwingine si mbaya, lakini nzito kidogo, kama mchanganyiko wa mafuta ya asili na mvua iliyonyesha mbali. Ilikuwa inakuja na kuondoka. Na tatu, kile kilichomfanya Chioma aanze kuandika mambo kwenye daftari lake la siri ni kwamba karibu wateja wote waliokuwa wakirudi haraka walikuwa wamepata mabadiliko mengine nje ya saluni. Aisha alipata mteja mpya mkubwa wa matunda. Msichana mmoja alipigiwa simu ya kazi aliyokuwa amesubiri miezi. Mwanamke mwingine alisema mumewe alianza kumsikiliza zaidi. ni bahati tu, Chioma alijiambia, akifunga saluni jioni moja, mvua ikianza kudondoka polepole pole kwenye barabara. Lakini moyoni mwake kulikuwa na swali lililokuwa halimpi usingizi. Usiku mmoja wakati akihesabu fedha chini ya taa ya umeme iliyokuwa ikiwaka na kuzima Mzee mmoja alisimama nje ya mlango. Alikuwa amevaa kofia ya zamani na nguo safi lakini zilizochoka. Wewe ndiye Chioma? aliuliza kwa sauti tulivu. Ndani ya kifua chake moyo wa Chioma ulipiga kwa nguvu isiyo ya kawaida. Alitazama kioo, kisha mlango, kisha tena kioo, kana kwamba saluni yenyewe ilikuwa inasikiliza. Ndiyo, akajibu. Mzee huyo alitabasamu kwa namna ambayo haikuwa rahisi kuelewa. Saluni hii inafanya watu warudi, alisema kwa sauti tulivu, sio kwa sababu ya nywele peke yake. Maneno hayo yalining'ina hewani yakichanganyika na sauti ya mvua na kelele za mtaa wa Lagos. Chioma alihisi kana kwamba hatua aliyochukua kufungua saluni hii ilikuwa imefungua mlango mwingine, mlango ambao hakuona ulipofunguka na kabla hajauliza chochote mzee huyo aligeuka na kuondoka akipotea kwenye mvua na mwanga wa taa za barabarani. Chioma alibaki peke yake ndani ya Chioma Hair and Beauty akitazama kiti chake, kioo chake na mikono yake mwenyewe, akijiuliza ni nini hasa kilikuwa kikiendelea na ni gharama gani mafanikio haya yangemlazimu kulipa. Mvua iliendelea kunyesha usiku ule, ikigonga paa la bati la saluni kwa midundo midogo midogo kama saa iliyoharibika. Chioma hakufunga mlango mara baada ya yule mzee kuondoka. Alisimama pale, mkono wake mmoja ukiwa juu ya kufuli, mwingine ukishikilia apron yake, akihisi baridi isiyo ya kawaida mgongoni Sio kwa sababu ya nywele peke yake. Maneno yale yalirudia kichwani mwake kama wimbo usio na mwisho. Alipofika nyumbani, chumba kidogo cha kupanga karibu na barabara ya reli, hakuweza kula. Akaketi kitandani, akafungua daftari lake la fedha, lakini badala ya kuhesabu alianza kuandika majina ya wateja waliokuwa wakirudi mara kwa mara: Aisha, Blessing, Ifunanya Zainab, karibu wote walikuwa na kitu kimoja cha kufanana. Walikuwa wamekaa muda mrefu sana kwenye kiti chake na walikuwa wameondoka wakiwa kimya zaidi kuliko walivyoingia. Kesho yake asubuhi, Chioma alienda saluni mapema kuliko kawaida. Aliifungua kabla hata jua halijachomoza vizuri. Mtaa ulikuwa bado unahema usingizini. Wafanyabiashara wachaki wakisukuma mikokoteni, sauti ya redio ikitoka mbali. Alitaka muda wa kukaa peke yake kusikiliza saluni hiyo. Alipoingia alihisi harufu ile ile nzito, dhaifu lakini iliyojaa hewani. Alifungua madirisha, lakini haikutoweka kabisa. Aliangalia bidhaa zake zote, mafuta, krim, shampoo. Hakukuwa na chochote kipya, kila kitu kilikuwa kile kile alichonunua wiki zilizopita. Mteja wa kwanza aliingia kabla ya saa mbili kamili. Alikuwa msichana mdogo karibu miaka kumi na nane jina lake Ngozi. Alikuwa amesikia kuhusu saluni ile mpya inayofanya nywele zikudumu vizuri. Walipokuwa wakifanya kazi, Ngozi alianza kuzungumza bila kuulizwa. Alisimulia kuhusu baba yake aliyepoteza kazi, mama yake aliyekuwa mgonjwa, na jinsi alivyokuwa anaogopa kuacha shule. Chioma alimsikiliza akitikisa kichwa taratibu, mikono yake ikifanya kazi kwa utulivu wa ajabu. Kadili alivyofuma alihisi joto likipanda kwenye viganja vyake, si joto la mashine bali kama mwangu wa hisia nzito. Alipojaribu kuacha kidogo, mikono yake ilionekana kama haitaki kusimama. Ngozi alitulia ghafla, sauti yake ikanyamaza, macho yake yakabaki kwenye kioo. Unajua, alisema baada ya muda, najisikia mwepesi kidogo. Chioma alitabasamu kwa hofu iliyofichika. Labda ni kwa sababu umekaa muda mrefu. Lakini ndani yake alijua kulikuwa na kitu zaidi. Ngozi aliondoka, lakini kabla hajafika mlangoni, aligeuka. Nitarudi kesho, alisema kwa uhakika, hata kama sitafanya nywele. Maneno yale yalimchoma Chioma kama sindano ndogo. Mchana ulipofika, Aisha alirudi tena, sio kwa nywele, alileta chakula kidogo, akasema anataka kumshukuru. Alipokaa, alitazama saluni kwa makini zaidi kuliko kawaida. Chioma alisema kwa sauti ya chini, watu wanaongea, wanasema nini? Chioma akauliza akijaribu kucheka, wanasema mtu akikaa hapa anaacha mzigo, kama vile mawazo mazito yanabaki kwenye kiti. Chioma alihisi baridi ikimkimbia mgongoni, alikumbuka jinsi wateja walivyokuwa wakizungumza siri zao, jinsi walivyokuwa wakinyamaza baada ya muda. Usiku huo aliamua kufanya kitu ambacho hakuwahi kufanya tangu afungue saluni. Alibaki ndani baada ya kufunga, Akazima taa zote isipokuwa mmoja. Aliketi kwenye kiti cha mteja akitazama kioo kama wateja wake walivyokuwa wakifanya. Mwanzoni hakukuwa na chochote, uso wake tu umechoka, macho yenye maswali mengi. Lakini kadiri alivyokaa, alihisi uzito kifubani mwake, mawazo yake yakianza kuchanganika. Alianza kufikiria kuhusu baba yake aliyefariki ndoto alizokuwa nazo zamani kabla maisha hayajambana naye, hofu yake ya kufeli. Machozi alimtoka bila kujua kwa nini. Aliposimama kwa haraka, uzito ule ulipungua. Alihema kwa nguvu, akitazama kiti kana kwamba kilikuwa kitu hai. Ni nini hiki? alinongona. Kesho yake yule mzee alirudi. Safari hii aliingia ndani ya saluni bila kuomba ruhusa. Aliketi taratibu kama mtu anayekaa mahali alipozoea. Umeanza kuona, alisema bila hata kutazama kioo. Chioma alifunga mlango wa saluni, mikono yake ikitetemeka. ni angia ukweli, alisema. Kitu gani kinaendelea hapa? Mzee alimtazama kwa macho yaliyojaa uchovu wa miaka mingi. Mahali hapa, alisema polepole, linakusanya yale ambayo watu wamechoka kubeba. Chioma limeza mate na mimi je? Mzee alinyamaza kwa muda mrefu, kisha akatabasamu kwa huzuni. Wewe ndio gharama ambayo bado hujaanza kuihesabu. Nje kelele za mtaa wa Lagos ziliendelea kama kawaida, magari, watu, maisha yakienda mbele, lakini ndani ya saluni ndogo ya Chioma kitu kilikuwa kinaanza kubadilika na hakukuwa na njia ya kurudi nyuma. Chioma hakujibu mara moja, Alisimama karibu na meza ya vioo akihisi kana kwamba sakafu chini ya miguu yake haikuwa imara tena. Maneno ya yule mzee yalikuwa mazito kuliko kelele zote nje. gharama gani? aliuliza hatimaye, sauti yake ikiwa nyembamba. Mzee alijiegemeza kwenye kiti, akikiangalia kama mtu anayekitambua vizuri sana. kila mahali panapopokea alisema taratibu, lazima pawe na mahali pa kuhifadhi watu wakiacha mzigo wao hapa, haupotei unahamishwa. Chioma alihisi mikono yake kuwa baridi. Ninamaanisha mimi? Hakujibiwa mara moja, badala yake mzee aligeuza kichwa, akatazama kioo kikubwa ukutani. Ulikuja Lagos na nini? Ndoto? hamu ya kusaidia familia? hofu ya kurudi nyumbani mikono mitupu? Chioma alishikwa na mshangao Hakuwahi kumwambia mtu hayo. Mahali kama hapa mzee aliendelea, huvutia watu wanaosikiliza. Na wewe unasikiliza sana Chioma, mikono yako, masikio yako, moyo wako, viko wazi. Kabla Chioma hajapata nafasi ya kuuliza zaidi, mlango ulifunguliwa. Mwanamke mmoja aliingia kwa haraka akitabasamu kwa msamaha, alitaka kufumwa haraka tu kabla ya kwenda kazini, mzee alinyamaza kana kwamba hakuwahi kuzungumza chochote. Akasimama na kutoka nje bila kusema kwa heri. Siku ikaendelea kama kawaida, lakini haikuwa ya kawaida tena machoni mwa Chioma. Kadiri wateja walivyokuja, alihisi kitu ndani yake kikiongezeka polepole pole. Uchovu haukuwa wa mwili tu, ulikuwa mzito wa kina kama mawingu yanayokusanika kabla ya mvua kubwa. Baada ya kila mteja alihitaji kukaa chini kwa dakika chache, akivuta pumzi ndefu, akijaribu kujikumbusha kwa nini alianza hii yote. Alipoenda sokoni jioni kununua chakula, alijikuta akiwa mkali bila sababu. Kelele za wauza zilimchokesha, msongamano ulimkasirisha. alipofika nyumbani alilala lakini akaota ndoto nzito: uso wa mama yake ukiwa na huzuni, sauti za wanawake akiwafuma zikichanganyika kichwani mwake, kiti cha saluni kikiita jina lake. Siku zilizofuata mabadiliko yakawa dhahiri zaidi. Wateja waliendelea kuongezeka, wengine walikuwa tayari kupanga foleni kabla hata hajafungua saluni. Jirani zilianza kunong'ona Mmiliki wa duka la vipodozi alimwambia kwa utani, wewe una mikono ya bahati. Lakini Chioma alianza kusahau mambo madogo. Alisahau kumtumia mama yake pesa kwa siku kadhaa, alisahau alipoacha funguo. Mara moja alisimama katikati ya kufuma, akasahau ghafla ni mtindo gani alikuwa anafanya. Zaidi ya yote, alianza kubeba hisia hazikuwa zake Siku moja alijikuta akilia ghafla bila kujua kwa nini. Siku nyingine alihisi hasira kali alipomsikia mteja akizungumza kuhusu mume wake. Wakati mwingine alihisi hofu ya ajabu, kama mtu anayesubiri habari mbaya isiyojulikana. Aisha aliporudi tena alimwangalia kwa makini. Chioma, umepungua, alisema kwa sauti ya wasiwasi, hiuli kama zamani. Chioma alicheka kwa nguvu. Ni kazi tu. Lakini usiku ule alisimama mbele ya kioo cha saluni muda mrefu. Aliangalia macho yake, yalionekana mazito kana kwamba yalikuwa yameona mambo mengi kwa muda mfupi sana. Akaweka mkono wake juu ya kiti cha mteja, akahisi baridi ndogo ikipanda mkononi mwake. Kwa mara ya kwanza, aliogopa saluni yake mwenyewe. Alipojaribu kufunga mapema siku iliyofuata, wateja walilalamika. Mmoja alisema, "Tafadhali, hata dakika kumi tu." Mwingine alikaa nje akisubiri. Na wakati huo huo, simu yake ililia kutoka nyumbani. Aliposikia sauti ya jirani yao akisema, "Mama yake alikuwa ameanguka ghafla." Chioma alihisi miguu yake ikilegea. Alitazama saluni, wateja, kiti kile kile akihisi kama kitu kinamvuta pande mbili tofauti. Ndani ya mtaa wa Jegunle, jua lilianza kutua, vivuli vikirefuka, na Chioma alitambua kwa hofu iliyotulia kwamba mafanikio aliyokuwa ameyaomba huenda yalikuwa yanadai kitu ambacho hakuwa amejiandaa kukitoa. Chioma alifunga saluni kwa haraka kuliko kawaida siku ile, bila hata kuangalia nyuma. Kelele za wateja waliokuwa wakilalamika zilibaki nyuma yake kama mwangwi wa mbali. Akapanda daladala ndogo iliyokuwa imejaa watu, moyo wake ukidunda kwa kasi kuliko injini yake iliyochoka. Barabara za Lagos zilikuwa na msongamano mzito, honi zikilia, watu wakibishana, lakini ndani ya Chioma kulikuwa na kimya kizito. Akiwa amekaa karibu na dirisha alijikuta akiwatazama wanawake waliokuwa wakipita, nywele zao, nyuso zao, namna walivyobeba mizigo yao. Kwa ghafla, alihisi huzuni isiyoeleweka, kana kwamba alijua hadithi zao zote. Alitikisa kichwa, akijaribu kuondoa mawazo hayo. Alipofika nyumbani, simu ililia tena. Safari hii ilikuwa Emeka. Dada, alisema kwa sauti ya chini. Mama yuko sawa kidogo sasa, lakini anauliza lini utakuja. Chioma alimeza mate. Nitakuja, alisema haraka. Nitapanga. Lakini alipokata simu, macho yake yalielekea kwenye mikono yake. Ilikuwa mikono ile ile iliyokuwa imewalainisha wanawake wengi, iliyosikiliza siri nyingi sana. Na kwa mara ya kwanza, alijiuliza kama mikono hiyo ilikuwa bado yake. Siku iliyofuata alirudi saluni mapema tena, lakini moyo wake haukuwa pale. Alijaribu kupunguza idadi ya wateja, akasema anaumwa. Wengine waliondoka kwa kusikitika, lakini wengine walikaa, wakimwangalia kwa macho ya ajabu, kama watu waliokuwa wamepata kitu na hawakuwa tayari kukiacha. Mwanamke mmoja alikataa kuondoka. Nikaa kidogo tu, alisema akishika kiti kwa nguvu. Nikiondoka bila kukaa hapa, nahisi kama kitu kinakosa. Maneno hayo yalimfanya Chioma atetemeke. Wakati wa mchana, yule mzee alirudi tena, kana kwamba alijua wakati sahihi. Alisimama mlangoni, akatazama saluni iliyojaa watu kisha akamwangalia Chioma moja kwa moja. Umeanza kupoteza usingizi, alisema, na bado haujaona yote. Chioma alimsogelea kwa hasira iliyochanganyika na hofu. Niambie jinsi ya kusimamisha hii. Mzee alitikisa kichwa taratibu. Kusimamisha ni rahisi kusema, akijibu. Lakini je, uko tayari kuona watakachopoteza wengine wakiacha kuja? Maneno hayo yalimkaba koo. Aligeuka kuangalia wateja waliokuwa wamekaa, baadhi yao wakitabasamu, wengine wakiwa kimya kabisa. Aliona Aisha akiwa nje akisubiri, macho yake yakiwa na tumaini lisiloeleweka. Ndani ya Chioma, vita ilianza. Mafanikio dhidi ya afya yake, familia dhidi ya saluni na juu ya yote swali lililomkata majibu. Je, alikuwa amefungua biashara au alikuwa amefungua mlango ambao haukupaswa kufunguliwa? Jua lilipoanza kushuka tena juu ya Jegunle. Kivuli cha saluni kilirefuka barabarani kama kitu kinachokuwa polepole pole, kikisubiri uamuzi mmoja tu wa Chioma. Chioma alisimama katikati ya saluni yake, sauti za mtaa wa Ajegunle zikimzunguka kama bahari isiyotulia. Alitazama nyuso za wanawake waliokuwa wameketi, kila mmoja akiwa na matumaini, hofu au utulivu wa ajabu machoni. Kwa mara ya kwanza tangu afungue saluni aliona wazi kile kilichokuwa kikiendelea. Saluni haikuwachukua nywele tu, ilichukua mizigo. Kila machozi yaliyodondoka kimya kimya kwenye kiti, kila siri iliyosemwa kwa sauti ya chini, kila huzuni iliyofichwa nyuma ya tabasamu. Kiti kile kilikuwa kama mfereji, na yeye bila kujua alikuwa njia. Chioma aliinua sauti yake kwa utulivu, leo hatutafanya nywele tena. Kulikuwa na minongono Mwanamke mmoja alisimama kwa hasira, mwingine alianza kulia akisema, "Usifunge tafadhali." Lakini Chioma alitembea polepole pole hadi kwenye kiti cha mteja, akakiangalia kwa muda mrefu kisha akakivuta pembeni. Yule mzee alikuwa amesimama mlangoni. Hakumzuia, hakumhimiza, alimtazama tu kama mtu anayeshuhudia uchaguzi aliyeuona mara nyingi kabla. Chioma alizima taa moja baada ya nyingine. Harufu ile nzito ilianza kupungua, uzito uliokuwa kifubani mwake ulilegea kidogo, kama mzigo unaowekwa chini baada ya safari ndefu. Nitafunga kwa muda, alisema kwa sauti thabiti. Nitarudi, lakini kwa masharti yangu. Wengine waliondoka wakiwa na huzuni, wengine kwa hasira, wachache kwa kimya cha ajabu. Aisha alibaki wa mwisho, alimkugatia Chioma bila kusema neno. Usiku ule Chioma alipanda basi kwenda Owerri akiwa njiani, kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alilala usingizi mzito bila ndoto nzito, bila sauti za wateja kichwani mwake. Wiki kadhaa baadaye alirudi Lagos. Saluni ya Chioma Hair and Beauty ilifunguliwa, lakini ilikuwa tofauti. Hakukuwa tena na msongamano wa ajabu. Wateja walikuja polepole pole, wakaondoka polepole pole. Alijifunza kuweka mipaka kusikiliza lakini kutochukua, kufanya kazi lakini kutojitoa nafsi yake yote. Biashara haikukua kwa kasi ile ile ya awali, lakini ilikuwa halisi na Chioma alikuwa hai ndani yake. Kiti kile bado kilikuwepo, lakini sasa kilikuwa kiti cha nywele tu. Na Chioma alielewa ukweli ambao hakuwahi kufundishwa: si kila baraka inakuja bila gharama na si kila mafanikio yanapaswa kukubaliwa bila kuuliza yanachukua nini kutoka kwako. Saluni ilisimama pale Ajegunle, ndogo ya kawaida, lakini ndani yake kulikuwa na mwanamke aliyekuwa amejifunza kuchagua maisha yake kabla ya mafanikio yake. Miaka miwili baadaye, mtaa wa Ajegunle ulikuwa bado unaishi kwa kelele zake za kawaida: bodaboda -boda, wauza sokani, redio zilizopigwa kwa sauti kubwa lakini saluni ya Chioma Hair and Beauty ilikuwa tofauti ilivyokuwa mwanzo. Haikuwa tena na foleni zisizoelezeka. Hakukuwa tena na watu kukaa bila kujua kwa nini. Kulikuwa na ratiba, vicheko vya kawaida na mazungumzo mepesi kuhusu mitindo ya nywele na maisha ya kila siku. Chioma mwenyewe alikuwa amebadilika. Alikuwa amenenepa kidogo, macho yake yakiwa na mwanga wa utulivu. Alikuwa amejifunza kusema hapana. Alikuwa amejifunza kusikiliza bila kubeba. Kila jioni alifunga saluni kwa wakati, akienda nyumbani akaipigia familia yake simu bila kusahau mama yake. Alikuwa anaendelea vizuri. Emeka alikuwa amerudi shule. Kiti kile kile, kiti cha kwanza bado kilikuwepo, lakini sasa kilikuwa kimefungwa kwa kitambaa kipya cha rangi ya bluu. Hakikuwa katikati tena, kilikuwa pembeni, kama kumbukumbu kumbu tu. Wakati mwingine Chioma alipokuwa akifagia sakafu jioni, alisimama kidogo na kukitazama. Hakukuwa na uzito tena, hakukuwa na harufu ile nzito, lakini kulikuwa na kimya cha heshima, kama mahali palipopumzika baada ya kazi ndefu. Siku moja, msichana mdogo aliingia akitafuta kazi ya kujifunza ufumaji. Alikuwa na macho yaliyojaa hofu na ndoto kwa wakati mmoja. Dada Chioma alisema, Nimesikia ulikuwa unapitia magumu mengi ulipoanza. Chioma alitabasamu kwa upole. Ndiyo, alisema. Lakini magumu hayakuwa kwenye kazi tu, yalikuwa kwenye kujisahau. Msichana aliketi kimya akisikiliza. Chioma akaongeza kwa sauti tulivu lakini thabiti. Ukisaidia watu, usijipoteze. Ukipata mafanikio, jiulize yanachukua nini kutoka kwako. Nje jua lilikuwa linatua juu ya Lagos likipaka anga rangi ya machungwa. Ndani ya saluni kulikuwa na maisha ya kawaida ya kweli, na kama mtu asingejua historia yake, asingedhani kuwa mahali hapo palikuwa karibu kumbeba Chioma mbali na nafsi yake. Lakini yeye alijua, na mara hiyo ilikuwa inatosha. Kabla uondoke kwenye video hii, je, wewe ungefanya nini kama ungekuwa Chioma? Je, Ungeendelea na mafanikio yaliyo na gharama, au ungechagua amani ya nafsi yako? Tuambie kwenye comments, tunasoma kila maoni yako. Like video hii kama hadithi imekugusa au imekufanya ufikirie kwa kina. Subscribe na washa kengele ili usikose hadithi zingine za maisha halisi, siri za jamii na simulizi zinazobadilisha mtazamo. Share video hii kwa mtu anayehitaji kusikia ujumbe huu leo. Hadithi inayofuata tayari iko njiani, na siri yake ni nzito zaidi.